Wakati ajali natokea, mi nilikuwa nimetokea juu, nashuka chini kwenda duka la dawa kuchukua dawa ya mke wangu. Wakati niko naenda huko, ndio ghafla nasikia gari nakuja kwa nguvu nyuma, ile nageuka. Wakati nageuka, ndio naona cruiser imeshanipita, lakini imeshanipita imegonga watu wengine walioko mbele yangu wakati napita. Sasa baadaye ikaa imenigonga mkono, baada ya kunigonga ikaangusha simu yangu chini baada ya simu kuagonga chini, baadae saa wajamaa awatuko chini hapo, wengine na magonga kaanajarudi nyuma, angalau watu wengine watoke. Wakati baadaye anarudi nyuma, kulikuwa na gari nyingine kruza ilikuwa imekuja kwa imevaana sasa, kwa hiyo ikae inashindwa kurudi nyuma, kulikuwa na watu wengine chini walikuwa wanaumia kwa baada ya hapo aliporudishwa nyuma kwa nguvu sana, huyo jamaa alikuwepo pale akawa amerudi pale na yeye ndiye akapata nafasi ya akatoka, ndio watu wengine wakawa wamechukuliwa pale, wengine wakakimbizwa hospitalini. Mama mwingine alikuwa ajitambui, kulikuwa na mtu mwingine alikuwa analalamika amevunjika mguu, kulikuwa na kijana mwingine kwenye pikipiki piki pale alikuwa amelala ajitambui pale. Kwa hiyo ilikuwa kwa kweli ni ajali. Kwa ajali ilivyotokea ni kwamba ni huyo mtu alikuwa ana, ameshagonga watu wawili huko juu hasa alipokuwa anakimbia ili awakwe awakwepe. Sasa alivyokuwa anakimbia awakwepe ndo akakutana na kuna kruza ilikuwa imesimama hapa, na watoe walikuwa wanapita hasa, yeye ndo akawavaa alikopo, ni mama pamoja na, na ule jamaa wa pikipiki. Jamaa wa pikipiki amevunjika sana mguu, mama yenyewe alikopo anapumua kwa shida. Sasa sijajua lakini, huyo jamaa alikuwa ameshagonga watu kule juu, ni jamaa wa gereji.